Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji wangu, nipende kukaribisha sana katika chaneli yetu, na kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe hmm. Siku ya leo nimekuletea mambo muhimu ya kufanya ili uweze kurejesha kile kilichopotea katika maisha yako hmm. Na tukumbuke kwamba Mungu huwa anaweka karama mbalimbali mbali kwa watu, lakini pia vipawa mbalimbali mbali kwa watu wake ili Ah, tuweze kuvitumia kwa ajili ya ufalme wake. Umeona? Labda unaweza ukawa una karama ya uimbaji, karama ya uponyaji, eh, una karama zingine nyingi ambazo Mungu huwa anatoa kwa watu wake. Sasa na karama hizi ambazo Mungu huwa anazitoa kwetu, endapo tutazitumia vibaya karama hizi basi huwa zinapotea. mm -hmm. Ah, kwa mfano labda wewe ni mwimbaji mzuri. Uh, ukashindwa kutumia uimbaji wako vizuri uh, baada ya muda utaona tu unaanza kushuka viwango na huwezi tena kufanya hiyo huduma vizuri kama ulivyokuwa unafanya mwanzo, na muda mwingine hiyo huduma inakufa kabisa. Na hii huwa inasababishwa uh, na baadhi ya mambo, mfano uh, dhambi. Kitenda dhambi, hata ule ujasiri wa kusimama madhabahuni na kufanya ile huduma unashindwa. Lakini pia kiburi inacho wakinasababisha karama au huduma uliokuwa nayo iweze kupotea, mm -hmm. Sasa mimi siku ya leo nakuletea mambo muhimu manne ya kuweza kuzingatia ili huduma yako iweze kurejea au uweze kurejesha kile kilichopotea, mm -hmm. Kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa kufanya ni kusoma neno la Mungu kwa wingi. Unapojiona kabisa kiwango changu kimeshuka, labda ulikuwa a mwimbaji mzuri lakini huwezi tena, ulikuwa unaimba vizuri lakini huwezi tena. Unachotakiwa ni kusoma neno la Mungu kwa wingi ili liweze kukusaidia kuweza kurejea katika mstari a. Tukisoma katika Zaburi ya mia moja kumi na tisa na ule mstari wa kumi na moja neno la Bwana linasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije kukutenda dhambi mona. Kwa hiyo unapokuwa unaliweka neno la Mungu kwa wingi ndani yako, inakuwa ni vigumu wewe kutenda dhambi, kwa sababu kilichotawala moyo wako ni neno la Mungu. Na kama neno la Mungu limeweza kutawala ndani mwako, basi ni vigumu sana wewe kuweza kutenda dhambi mm-hmm. Kwa sababu siku zote kimtokacho mtu ndicho kilichojaza moyo wake. Kwa hiyo kama Moyo wako umejazwa na neno la Mungu ah, ni lazima kitakachotoka ndani yako basi ni mambo ambayo yanahusiana na, na Mungu hmm? Lakini pia tukisoma katika kile kitabu cha Zaburi ya 85 mstari wa nne neno linasema: Mungu wa wokovu wetu uturudishe, usikomeshe hasira yako, hasira ulionayo juu yetu. Umona katika neno hili Uh, ukisoma bibilia utakutana nalo litakusaidia wewe eh, uweze kumwomba Mungu aweze kurejeshea kile ambacho kimepotea kwako, aidha ulikuwa muumbaji, aidha ulikuwa ni mtu unayejua kuimba vizuri, ulikuwa na karama ya uponyaji au karama nyingine. Lakini pia tukisoma katika ile kitabu cha Yeremia thelathini na ule mstari wa kumi na saba Neno la Bwana linasema aa, maana nitakurudishia afya aa, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu amekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Unaona, kwa hiyo oh, kutana na maneno kama haya yanakutia nguvu na Mungu anakusaidia uweze kurejea katika ile nafasi ambayo ameweza kukupa. Lakini pia jambo lingine ambalo litakufanya wewe uweze kurejea au kurejesha kile ambacho kimepotea, ah, ni maombi. Unatakiwa ukisha ona umeshuka vile viwango, ulikuwa mwimbaji mzuri, ulikuwa mwombaji mzuri, ulikuwa na karama ya uponyaji na karama zingine ulikuwa nazo, lakini saizi huwezi tena unachotakiwa ni kuingia kwenye maombi na kuombea swala hilo, kwamba Mungu, ninaomba uweze kurejesha kile ambacho kimepotea, kwa sababu maombi huwa yanasaidia. Maombi ni mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu. hmm? wewe ukifanya hivyo, basi itakusaidia wewe uweze kurejesha kile ambacho kimepotea hata hmm? tukisoma katika ile Mathayo 7:7 neno linasema tuombe, nasi tutapokea. Kwa hiyo tuombe kile ambacho tunataka kukipokea. Kwa hiyo unapokuwa umepoteza zile karama au huduma ulionayo, basi moja kwa moja unatakiwa uingie kwenye maombi ili uweze kurejeshewa. Lakini pia jambo lingine ambalo litakusaidia uweze kurudi katika mstari au uweze kurejesha ile huduma uliokuwa nayo, unatakiwa unene kwa lugha unaponena kwa lugha, basi huwa Roho anakusaidia wewe kuongea na Mungu. Kwa hiyo hii inakusaidia sana uh, uweze kurejea katika mstari. Kwa hiyo unapokuwa unanena kwa lugha, basi unakuwa ni mtu wa rohoni sana. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana Mtakatifu, uh, sura ya kumi na nne na ule mstari wa ishirini na sita neno linasema lakini huyo msaidizi huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. hmm? kwa hiyo tunaona kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu ni kutufundisha, lakini pia eh, ni kutukumbusha. hmm? Kwa kama kuna kilicho ambacho kilipotea katika maisha yetu, basi Roho huwa kumkumbusha. Kwa hiyo tunapokuwa tukinena kwa lugha huwa tunamkaribisha Roho Mtakatifu, na tunapomkaribisha Roho Mtakatifu basi anakuwa ni kiongozi wetu, lakini pia anatukumbusha kile ambacho tumekisahau. Kwa hiyo ukiwa unanena kwa lugha Roho akakaa ndani yako, basi hii inakusaidia ili uweze kurejesha kile ambacho kimepotea. Lakini pia tukisoma kitabu kile cha Warumi sura ya nane na ule mstari wa ishirini na sita neno linasema kadhalika, Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kungua kusiko tamkika. Mona hmm? kwa hiyo tunapokuwa tukinena kwa lugha, basi Roho Mtakatifu huwa anatusaidia yale madhaifu yetu eh? kama tukuwa tuna madhaifu ya dhambi, basi huyu Roho anatusaidia sisi tuweze kusimama eh, katika mstari, lakini pia kuturejesha katika ule mstari. Lakini pia jambo la mwisho ambalo nimeweza kuandalia siku ya leo, ambalo linakusaidia wewe uweze kurejea au kurejesha kile ambacho kilichopotea, ni unatakiwa uwe ni mtu wa kuabudu au kusikiliza nyimbo za kuabudu mara kwa mara mm -hmm. Unapokuwa unaruhusu kusikiliza zile nyimbo, zinakurejesha wewe kwa sababu unakuwa mtu wa rohoni muda wote, unakuwa mtu wa kuabudu, unakuwa ni mtu wa kusifu, unakuwa ni mtu wa kukutana na Mungu, kwa sababu kuna nyimbo ukiziweka zinakuamisha kabisa katika, unajikuta upo katika dunia nyingine kabisa, unajikuta kama hauko tena duniani unatakiwa uwe ni mtu wa kusikiliza sana nyimbo za kuabudu lakini pia uwe ni mtu wa kuziimba hizo nyimbo mm -hmm. Yani muda mwingi mkaribishe Mungu kupitia nyimbo hizi za kuabudu kwa hiyo ukizingatia haya yote a, utajikuta kile ambacho kimepotea kinaweza kurejea. mm -hmm. Basi mimi nipende kukaribisha sana katika chaneli yetu, na kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe. Asante mpaka wakati mwingine.